Tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia mara nyingine tena tukawa hai mpaka tukaikuta Ramadhani ya mwaka 1446, mwaka 1, 2 baadhi tu ambayo tulikuwepo katika darsa yamethibitika, kiasi kwamba Ramadhani hii hatunao, washakwenda mbele za haki tushawazika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunamuomba awarehemu. Lakini mara hii inaweza ikawa ni zamu yangu mimi na zamu yako wewe, kwamba Mwenyezi Mungu anatupa nafasi ya mwisho katika hii Ramadhani. Yasikilize vizuri maneno haya. Huenda yakakuhusu wewe, yakanihusu, yakamhusu mtu yeyote mwingine ambaye atakuwa anatusikiliza. Huenda ikawa hii ni Ramadhani yako ya mwisho. Na tukisema hivi, hatutishani, tunazungumzia ule ukweli, tunazungumza reality ya life ambayo tunaishi. Al-a'maru kulluha biyadillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aende mwenye kujua umri wangu na wako utakoma lini. Sote tuliokuwa hapa hatujui tutaondoka lini kwa hizi, kwa hiyo hizi ni nafasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa, kwa sababu ukipewa nafasi ya Ramadhani umepewa nafasi ya kuzidisha uchamungu wako na mema yako yatakayokufaa kesho akhira, kwa sababu upate ile Lailatul Qadri moja tu ambayo umeambiwa ni khairun min alfi shahr, wewe utakuwa mbali sana. Kwa hiyo tumia vizuri msimu wa kheri kama huu, na moja katika njia za kuitumia vizuri msimu kama huu ni kukutana kama hivi, tukakumbushana, ni kusoma Qurani kwa wingi, ni kufunga, ni kutoa sadaka kwa wingi, ni kulisha, ni kualika watu futari ni kufanya mambo ya kheri katika msimu huu ambao Mwenyezi Mungu angalau amekupa uhai, unaendelea kupumua. Mimi katika Ramadhani hii nimepanga kujikumbusha mwenyewe na kuwakumbusha ndugu zangu mambo ninayoyaona ni muhimu sana katika maisha yetu, na ningeomba utulivu wenu na uvumilivu. Nina nukat au nukta kama zinazofika kumi, ambazo nimeziona kwamba nizilete mbele yenu, nizizungumze, zitatue mmoja katika matatizo makubwa ambayo jamii yetu imekumbwa nayo. Darsa hizi ambazo insha allah zitaendelea kuanzia leo na kesho, mpaka pale nitakapomaliza haya ambayo nataka kuyazungumza, au likitokea jambo lolote lingine. Anwani ya darsa hii ni asbabu inhirafi alkhuluqi inda alatfal au alawlad, yani sababu zilizopelekea kupinda kwa watoto kimaadili, wa muaalajatuha na tukipata nafasi na solution zake. Yani katika hizi darsa ambazo zitaendelea kuanzia leo mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atatujalia nitataja na kuzigusia baadhi ya sababu ambazo zimepelekea watoto wetu kupinda kukengeuka, kuharibikiwa katika maadili na tabia, na solution zake au ilaji, yani utatuzi wa matatizo hayo. Yoyote katika sisi, hili jambo linamhusu, hata kama hana mtoto. Kama huna mtoto una mtoto wa ndugu yako, kama huna mtoto una mtoto wa babu yako, wa ami yako, wa mpwa wako, wa dada yako, wa shemegi yako. Sote tunahusika katika sababu moja au nyingine ya kuwalea watoto. Tunasema watoto kwa sababu watoto ni moja katika mambo yanayouma sana katika maisha yetu watoto ni moja katika mambo yaliyokuwa ya yanashughulikiwa sana na wazazi na jamii na hata serikali. Utaona kuna mambo serikali inaingia kazini, na kuingia hasara mara nyingine, na kuingia shughulini kwa ajili ya kupanga na kutengeza better tomorrow ya watoto, yani kesho iliyokuwa ni bora. Mi nakumbuka tulipokuwa wadogo tukisoma kule Kenya, kulikuwa kuna kipindi kila wiki serikali ya mzee Moi ilikuwa ikipeleka maziwa katika shule zote Kenya nzima. Haya maziwa ambayo sisi leo tunakunywa pengine mara moja kwa wiki Chai ingine, maziwa ni tunu. Basi serikali ilikuwa ikileta maziwa, nakumbuka tulikuwa tukipewa kila siku, nafikiria Alhamisi, kitu kama hicho, linakuja lori linamwaga maziwa shuleni, watoto wanaenjoy, wanakunywa maziwa, kitu ambacho ni... siku hizi huwezi kupata hivyo vitu. Vipo na hakuna, yamekatika kutokea wakati huo, hakuna tena, lakini na sana wa serikali vipi, mara nyingine inaingia kwenye gharama kwa ajili ya kuwafurahisha watoto, na serikali nyingi zinafanya miradi, wanajenga skuli, wanajenga hospitali, wanajenga hospitali ya kina mama yote